Karibuni tena mara nyingine, kama ni mara yako kwa sana, nakuomba na nakukaribisha tena unipate kunipa support ya kusubscribe, like, comment, share. Kuna habari moja ambayo tunataka kuzungumuzia na namna hali ilivyo, tunazidi kupoteza umaarufu na no udhabiti ya uongozi wa taifa la Kenya na no umuhimu ya Kenya ya kwamba ile vitu ambavyo mheshimiwa Rais anazidi kufanya inazidi kukuwa kero ndani ya taifa letu ya Kenya, kwa sababu binafsi ukosefu ya umakinifu ya uongozi ndani ya serikali ya Kenya kwanza inazidi kuponda ama inazidi kuleta kero ndani ya wananchi ya taifa la Kenya. Bila kupoteza wakati, tazama hii video.

the import of all products from Kenya through all ports crossing airports and outlets shall cease until further notice. Sudan is the second highest import of value added tea from Kenya. ya wa Sudan, wacha niweke wazi kwa sababu watu ambao ni wazi, ambao hao ni watu wajangili. Hakuna jinsi serikali iliyochaguliwa kama serikali ya Kenya wanapanga mikakati ya kukutana na jangili ya Sudan wa kupanga serikali mbadala na kupanga serikali mbadala inamaanisha kwamba serikali ya Kenya inaunga jangili ama jambazi ya Sudan kuleta vurugu ndani ya serikali ya Sudan, na consequences ni kama hayo ufuatayo, ya kwamba sisi kama taifa la Kenya tunategemea serikali ama nchi ya Sudan kuuza bidhaa zetu, aswa bidhaa ya majani chai. Swali ambayo nabaki ni kujiuliza kama Mkenya hule mdogo mliposhuru zile pesa ambazo Mheshimiwa Ruto huwa anapata kupitia ununuzi ya serikali ya Sudan kununua majani chai ya taifa la Kenya, je, Mheshimiwa Ruto atalipata hizo hela wapi? Pili, wale ambao ni wakulima ya majani chai watapata soko wapi ya kuuza hii majani chai ya taifa la Kenya wakati serikali ya Sudani imepiga marufuku ununuzi ya majani chai ya taifa la Kenya. Nilisema na ninarudia, tulifanya makosa sana kuchagua rais ambayo haelewi jukumu ya uongozi na tukachagua rais ambayo anapanga mikakati ya kudanganya na kuharibu biashara ya taifa la Kenya. Ni uchungu wakati tunakosa soko kubwa kama Sudan. Wakati Mombasa Port kuna bidhaa mengi ambayo zimeshachapishwa na jina ya Sudan. Kwa sababu nunusi ya moja kwa moja leo hii zimepigwa marufuku, inamaanisha kwamba sasa haina valu tena, kwa sababu hakuna mali tutauza, kwa sababu tumeshachapiza jina ya soko ya Sudan. Mkenya, nataka nikuambia kwamba iwapo bado unasherekea Ruto, ni mtu wako Ruto ni rais wako, kwa sababu ameshikana na kiongozi wako, hakika wewe ni mtu ambaye amechanganyikiwa na maisha. Na hii nataka kuambia Mkenya bila kuficha ya kwamba wakati imewadia, tuamuke asubuhi, tukataa uongozi mbaya, uongozi ambaye imejawa na dhuluma, uongozi ambaye haina faida kwa Mkenya ule mdogo. Jinsi William Ruto anazidi kutudhulumu kama wananchi, swala ambayo nauliza Ruto ako na soko mbadala, wakati unakutana na wazi wa nchi fulani. For example, niseme Raila Odinga ameenda Tanzania kufanya mkutano ya rais wa Tanzania, na wakati huo hawajakubaliana ama hawajaelewana na serikali ya William Ruto, inamaanisha kwamba serikali ya Kenya kwanza ama serikali ya Kenya itapiga marufuku bidhaa zote ya Tanzania, isiwahi huruhusiwa ununuzi wowote, biashara yoyote kufanyika ndani ya serikali ya Kenya na Tanzania. Ndugu yangu, nataka nikuambia kwamba viongozi wa taifa la Kenya hawana njia ama hawana nia njema na wakulima, kwa sababu sidhani kama unaweza kutana na mwizi ambapo anaibia nchi fulani, kisha unatarajia kwamba ile nchi atakupokea mfanye naye tena biashara. Inamaanisha kwamba ni wewe ndio namuunga ili wazidi kupora zile nchi. Ndugu zangu, mimi ninasema, ninarudia, William Ruto haana aja na wewe kama Mkenya. William Ruto ako na aja na pesa zako, namna watachukua pesa zako na kutumia njia asiyeloweka. Hiyo ndio William Ruto ako nayo haja. Ndugu yangu, niochungu wakati tunapoteza soko kama Sudan, soko ya majani chai na wakati huo tunategemea Sudan. Sudan naye hatutegemei kwa sababu Sudan anaweza kununua majani chai kutoka kwenye nchi zingine mbadala, lakini sisi kama taifa tunapoteza soko kwa ajili ya hujinga ya kisiasa, tamaa ya uongozi, tamaa na ukosefu ya umakinifu katika kwenye uongozi ndani ya taifa la Kenya. Mimi ninauliza ya kwamba je, Sudan wamepiga marufuku biashara yote kati ya Kenya. Zile bidhaa ambazo tunapeleka Sudan tutaiuza wapi? Kwa sababu Sudan wako na soko kubwa kama sisi kama Kenya. Na wao wako na njia mbadala. Sudan wanauza petroli katika kwenye inji zingine mbadala. Sisi tunategemea inji zingine kuhusia bidhaa. Sudan hategemei Kenya, Kenya inategemea Sudan. Tulifanya makosa sana kuchagua William Ruto kama rais wa jamhuri ya Kenya. Na iwapo bado unaamini William Ruto ya kwamba atakusaidia kama mwananchi ule mdogo, samahani, ninakuhakikishia kwamba maisha yako itazidi kuharibika kila ukuchao, kwa sababu ra ra rais haana hueledi ya uongozi, na haya ndiyo consequence ambayo inapata taifa la Kenya, kwa sababu rais William Ruto aja yake ni jina title mheshimiwa rais, lakini haana aja ya kutafuta soko mbadala. Kulichopanda ndio tunalivuna. Tulipanda William Ruto mwenye hadi chungu mzima, lakini haitekelezi. Sasa madhara ni kama haya, na nilionya Wakenya, kwamba hii nchi ambayo Ruto anachukua ya kukutana waazi wa taifa Sudan itaturamba, hakika imeturamba. Na hiyo ndio honyo, na hiyo ndio tulitafuta na tumeilipata. Langu jina ni mjukuu wa bunduki.